Uh, tumekuja hapa in line with our commitment kusaidia comrades kuweza kukaa shule na kusoma. Leo tumekuja kudisbas 12 million katika all the universities in the Republic of Kenya eh, kusupport wanafunzi wetu wa Webuye East ambao wanasoma kwa hizo universities. Cha pili hapa Kibabii tumeleta 1 million and 70,000 kusupport wanafunzi wetu ambao wanasoma hapa We are aware ya kwamba tulikuwa tumechelewa kudisbasi pesa sababu ya delay in releases by the national government. Yes. Like, that's why tunataka tukiwa hapa pia kuambia serikali yetu tukufu ya kwamba saa hii we are in our final quarter of this financial year, and yet serikali ya release even a half of the CDF money. Mm-hmm. Tunataka tuambie serikali is CDF Ndiye ina, ina jenga mashule ku align uh, our schools with the new curriculum. Hii. Yes. CDF ndio ina ensure kwamba uh, ina support mashule kuendelea kurun at the time when the government has not released capitation. Yes. And so we want to ask government that they must go out of the out of their way to ensure that they release all the pending bills and finances of CDF

Majina ni Proskovia Chenjeni, nikiwa mwanafunzi wa mwaka watatu wa Kibabii University accounting option. Mi ningependa kushukuru mheshimiwa kwa kuwa ameleta basari ambazo zitasaidia wanafunzi kumaliza fiao ili wakaweze kufanya mtihani. Pia namshukuru kwa kujumuika na sisi siku ya leo kuacha kazi zake na kuja kutuona kuona masilahi ya wanafunzi. Asante, siku ya leo tumeweza kujumuika na yeye hapa Kibabii University. Sisi kama wanafunzi ambao tunatoka Webuye tuko na wanafunzi kutoka university tofauti tofauti ambao wanatoka Webuye. Hmm, ningependa kumshukuru mheshimiwa wetu sana kwa sababu yule ambaye anakupa kitu ni mzuri kuliko yule ambaye anasema nitafanya hivyo. Mheshimiwa wetu tunakushukuru sana, kama wanafunzi, kwa sababu umetupatia basari, na tunasema ya kwamba kila kitu tutahakikisha iko sawa. Sisi kama wanafunzi, tuko pamoja na wewe. Nakushukuru sana na kushukuru sana.